Ni kwamba mnamo tarehe saba mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano majira ya saa moja na dakika arobaini na saba kwenye eneo hili la Mlima Iwambi katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya vijijini kwenye barabara kuu ya kutoka e, Mbeya kuelekea Tunduma, gari lenye namba T830 EDP ikiwa na tera lake lenye namba T148 CTD ya lori likiwa limebeba shehena ya unga, ikiwa linaendeshwa na dereva ambaye anaitwa Filipo Laitoni Mwandi Mwashibanda mwenye umri wa miaka 33, huyu ni mkazi wa Tunduma katika mkoa wa Songwe, ikiwa natokea Dar es Salaam. Kama nilivyosema, ilikuwa limebeba shehena ya unga, liliweza kufika katika maeneo haya na kugonga kwanza magari mawili gari moja hapo ni T 257 DVP aina ya Mitsubishi Rosa iliyokuwa na abiria ambayo sasa ndomo tumepata majeruhi pamoja na vifo, lakini pia na gari nyingine T 185 DMF aina ya Toyota Hiace na kutumbukia kwenye eneo la korongo kwenye mto huu e, Mbalizi na kukita kwenye hili gema ambapo tupo hapa, ambayo ni kingo ya mto huu wa Mbalizi na kusababisha vifo ishirini na saba kwa jana, lakini baada ya kuchukua wale majeruhi basi leo asubuhi tumepata tena taarifa kwamba uh, majeruhi mmoja ameongezeka uh, na ndio maana nasema vifo vimefikia ishirini na nane. Kwa hiyo watu waliofariki katika ajali hiyo, wanawake ni kumi na wawili na miongoni mwao watoto ni wawili kwenye jinsia hiyo ya kike, lakini eh, wanaume sasa ni kumi na sita na kati ya hao kuna watoto wa kiume wawili. Kwa hiyo hadi sasa ninaongea, kati ya hao marehemu walio katika ile uh, hospitali ya uh, Ifisi kumi na nane wamekwisha tambuliwa na ndugu zao, na wakati huo watu tisa bado hawajatambuliwa. Kwa hiyo katika ajali hiyo majeruhi ni tisa kama nilivyokwisha sema. Kwa hiyo miongoni mwa majeruhi ambao nimesema ni dereva wa gari hili pamoja na gari lile la Mitsubishi Rosa. Kwa hiyo majaruini Baraka Samueli Mgala, miaka 35, mkazi wa Mbarezi, aliyekuwa dereva katika gari namba ti 257 DVT Mitsubishi Rosa, ambaye ameumia miguu yote miwili, mbavuni pamoja na kichwani. Lakini dereva Philip Layton Mashibanda, mwenye umri wa miaka 35, huyu mkazi wa Tunduma, aliyekuwa anaendesha gari hili ambalo mnaliona hapa hii ni lori. Yeye amevunjika mguu wa kushoto. chanzo cha ajali